Bwana Yesu asifiwe. Leo ni wazo na nukuu ya leo. Ina ni ujumbe kwa ajili ya waimbaji wote. Mungu anatamani kuona wale wote wanaofanya huduma ya uimbaji kuhakikisha kwamba wanamtukuza Mungu kwa neno na tendo kwa kila wanachokifanya. Uimbaji unaojengwa katika ufahamu na uimbaji ambao maneno yake mwimbaji anayasikia ndani ya moyo kabla ya kuyatoa nje, ndiyo uimbaji unaomtukuza Mungu kikamilifu na kuleta matokeo chanya kwa anayeimba na yule anayetukuzwa. Mungu wetu anahitaji kutukuzwa kwa kicho, kwa heshima, na hivyo ibada ya uimbaji inakusudia kuleta matokeo chanya. Je, tunaimba kwa sababu tu maneno yanatoka mdomoni na sauti ya kuimba ama tunaimba tukielewa tunaimba nini, na yale maneno yanatusaidiaje kumuona Kristo katika maisha yetu ya kila siku? Ndiyo maana neno linasema mahali fulani, mjumbe wa Mungu anaandika, anasema uimbaji unapoimbwa kwa uzuri, malaika mbinguni wanaungana na kutano hilo kumtukuza Mungu, lakini uimbaji unapokuwa mbaya uimbaji ambao haumtukuzi Mungu, badala yake ukawatukuza wanaoimba, huo uimbaji hauwi sehemu ya kumtukuza Mungu. Na ndiyo maana neno linasema maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Zaburi 47 na lile fungu la saba, maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Huo ndio ujumbe. Kuimba kwa akili, maana yake ni kwamba unaelewa unachokiimba kutoka katika ufahamu wa akili yako. Kile unachokifanya ndani ya moyo wako unakifahamu. Na matokeo yake kitaleta matokeo chanya. Na hivyo uimbaji umekusudiwa kuinua mawazo kutoka kwa anayeimba mpaka kumwelekea yule anayesifiwa na kutukuzwa. Lakini uimbaji unapobaki kwa wanaoimba tu, huwa uwezi tena kubaki uimbo, ama haiwezi kuitwa tena ibada ya kumtukuza Mungu, isipokuwa itabaki kwa ibada inayowatukuza ninyi wenyewe mnaofanya huduma hiyo. Lakini ujumbe wa Mungu anasema nini katika dondoo hii, katika wazo hili la leo kuhusu uimbaji na neno la Mungu? Katika Shuhuda kwa Kanisa, na lile gombo la tisa na ule kurasa 143 na 144, anaandika anasema. Mtu asiye na maombi ya dhati wala asiye msom, asiye msomaji mzuri wa maandiko matakatifu afai kusimama mbele ya watu kuimba. Maana ikiwa mwenyewe hajilishi neno iweje ategemewe kutoa neno kwa wengine? Hilo ni swali linaulizwa. Je, uimbaji unaoimba unakusaidia kumuona Yesu? Uimbaji unaoimba unamleta Mungu ndani yako? Huo uimbaji unaoimba unakusaidia kushinda dhambi? Ninyi kama kundi la kwaya, je, mnaishinda dhambi? Kuna umoja ndani ya hilo kundi la kwaya ama ni majivuno ama ni ubinafsi ama ni kujiinua? Kila mmoja akijiinua kwa namna yake jinsi alivyo, wengine wakijiinua kwa sababu ya sauti walizo nazo. Kama ni hivyo, basi uimbaji huo sio uimbaji unaomtukuza Mungu. kwaya Kwaya inayomtukuza Mungu ni kwaya ambayo kila siku inajipeleleza moyo, kila siku ina ina ina, ni kwaya ambayo ni ya huduma, ipo kwa ajili ya uinjilisti, kumtangaza Mungu, kumtangaza Yesu katika dunia ambayo inaharibika, katika ulimwengu huu tunaoishi. Na hivyo kama uimbaji hautatufanya kuwa watakatifu, maana yake ni kwamba hatutafaa kuitwa watakatifu katika huduma ya uimbaji. Na uimbaji umekusudia kutufanya kuwa watakatifu maana mawazo yanapoinuliwa kwa Mungu na Mungu akaipokea ibada tukiwa tumejisalimisha kikamilifu hiyo ndiyo ibada iliyo ya kweli. Kwa hiyo tunatakiwa kujihoji. Je, katika kundi hilo la uimbaji Mungu anatukuzwa? Mmempa Mungu maisha yenu au mnaimba huku mkiwa mekalia dhambi? Mnaimba mkiwa mekalia uzinzi? Munaimba mkiwa mekalia washerati? Munaimba mkiwa mekalia masengenyo? Munaimba mkiwa mekalia kiburi? Hao sio waimbaji wa Kikristo. Mwimbaji wa Kikristo ataimba kwa kusudi la kumwinua Mungu kupitia mawazo yake, akili yake, fikra yake, na mwili wake na roho yake kumwelekea Mungu, na Mungu kumuinua juu kupitia huduma anayoifanya. Je, mna maombi waimbaji? Kundi lenu la kwaya linaomba? Munaomba mara ngapi kwa wiki? Mnaomba mara ngapi kwa mwezi? Je, ninyi ni waimbaji tu kwa sababu mnaimba, ama munaimba kama wahudumu pamoja na malaika mbinguni? Kumbuka, mtu asiye msomaji mzuri wa maandiko matakatifu, wala mtu mwenye maombi ya dhati, hafai kusimama mbele za watu kuimba. Kwa nini? Ikiwa yeye mwenyewe hajilishi neno, awezaje kusimama na kutoa neno kwa wengine? Ndiyo maana leo sishangaye watu wanaimba kwenye kwaya ya wasemeshani, huyu amsemeshi wa sauti ya pili, wa sauti ya kwanza amsemeshi wa sauti ya tatu wa besi ya msemeshi wa sauti ya nne, wa, wa, wa sauti ya, ya, ya, ya tatu. Kwa nini wamechukizana? Lakini wanaimba upendo, wanaimba msamaha, wanaimba toba, lakini ndani yao umo kwenye kundi, hawasemeshani kwa pamoja, hawana umoja mkamilifu, kila mmoja na mambo yake. Sasa hilo kundi linakuwa ni kundi chini ya Ibilisi. Kama ni kundi ambalo haliwezi kupatana, Shetani anakuwa mtawala katika kundi hilo. Mnavaaje katika kuimba kwenu? Maana malaika mbinguni wanasifu wanamsifu Mungu wakiwa wamejifunika nyuso zao, wamefunika miili yao na mbawa zingine kwa ajili ya kuruka, mbawa sita kwa ajili ya kujistiri. Wewe mwimbaji, unaposifanya huduma ya kuimba, unaimbaje? Umevaaje kijana? Umevaaje we dada? Umevaaje wee mama? Je, uimbaji wako kwa ujumla pamoja na mavazi uliyovaa je vinaweza kuonekana kama ibada tosha? Lazima tujioji na kisha, Bwana atusaidie tunapochukua tafakari hii, kutusaidia kufanya matengenezo na kuwa na uamsho wa kweli. Uimbaji utakuwa mtakatifu kama wanaoimba ni watakatifu. Ibada itakuwa takatifu kama wanaoimba watakuwa watakatifu. Kumbuka, Imbeni kwa akili, ndio ujumbe wa Mungu kwenu katika siku ya leo. Ninawatakia wazo jema na tafakari iliyo njema. Mungu awabariki.